Sababu kule mtaani tunakuwa na tunasema na zile kamati za ulinzi na usalama, na pia tuna kamati za maji. Tunafanya vikao kupitia watendaji wa kata, kwamba katika zile kamati za ulinzi na usalama tuna kamati zetu za maji, kamati zetu za maji ziungane na kamati ya ulinzi na usalama, ambapo tunapoita vikao vile, tukiomba vikao vile vya maendeleo ya kata kuongea mambo ya maji, wale ambao ni kamati ya maji kwa kata husika, basi na wenyewe ni wajumbe katika lile eneo wanatakiwa ushirikiano wote kwa pamoja kutatua changamoto hii. Tumekuwa kule mtaani tukisema kwamba tunachangia ulinzi, tunachangia ulinzi. Ulinzi huu ukimaanisha kwamba ni vitu vyote ambavyo vimetuzunguka pamoja na zile dira za maji. Tukishirikiana kwa pamoja, tutawabaini wale ambao ndio waizi. Tukiwabaini wale waizi, watafikishwa katika vyombo vya sheria. Wakifika vyombo vya sheria, changamoto hii itakwisha kabisa. Tunashukuru tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka ofisi ya ofisi ya mkuu wa wilaya. Tunapewa watu wa ulinzi na usalama na tunaendelea na hilo zoezi. Wako ambao tumekwisha kuwakamata, wako ambao wamefikishwa mahakamani na hata ukiangalia katika taarifa zetu ambazo tunazitoa, wako watu ambao wameshachukuliwa sheria kutokana na uharibifu wa miundombinu hiyo ya maji. Sasa ili tuweze kutokomeza tunasema utunzaji wa miundombinu ya maji ni jukumu letu sisi sote. Wote sisi kwa pamoja ina maana mamlaka ya maji Arusha na wale wananchi. Ni kweli kabisa wananchi wanasema pale awali zile dira zilikuwa katika masanduku na zile dira zilikuwa ndani ya nyumba zao, hiyo tunaikubali. Kwa nini tulizitoa nje ya mageti na tukazitengenezea vile visanduku? Ili kurahisisha usomaji, ilibidi dira zile zitoke ndani ya manyumba ili ziweze kuwekwa nje ya uzio, au tunasema kuzijengea zile chemba. Na kipindi kile, wakati tunafanya hivyo, zoezi la usomaji lilikuwa linaenda vizuri kabisa na hakikuwa na changamoto na sasa zipo kule kwenye masanduku, tukapata changamoto kwamba zile dira ambazo ziko ndani ya sanduku unakuta zinapata mvujo, ziko ndani ya sanduku na ile sanduku limefungwa, na mwenye mamlaka kuzifungua ile sanduku ni mamlaka maji ya Arusha. Kwa hiyo ikitokea yule fundi yuko mbali, ile maji yanaendelea kupotea, ile bili inakuja kuwa kubwa. Kwa hiyo tufanye nini? Tukasema sasa tuzitoe kule kwenye sanduku, tuziweke pembeni ya ua wa mteja, ndipo ambapo tumefanya sasa hivi kufanya sasa hivi hatuwezi kuzingiza ndani kwa sababu, ili kurahisisha usomaji na kurahisisha usalama magi, wa miundombinu ya maji kuepusha vitendo vya uwizi wa maji imebidi zile dira zitoke nje kule kwa mteja ziwe nje ya fence. Sasa tumezitoa nje ya fence tunakutana na changamoto zinakuwa ziko mbali kidogo na majumba yao, zinapatwa na wizi. Kukomesha wizi ni kushirikiana na mamlaka ya maji, vyombo vya sheria na wananchi sisi wenyewe, tunatokomeza hiyo changamoto. Lakini tunafanyaje kwa mteja ambaye tayari ameshaibiwa ile dira uh, mteja anaambiwa apate kitu kinaitwa loss report, kwa sababu ni kweli ile dira ni mali ya serikali, lakini imeibiwa ikiwa upande wa mteja kwa kufata zile taratibu, ili aweze kupatiwa huduma, ni lazima apitie hizo taratibu, kwamba akipata ile loss report, ikitokea mtu yote amekutwa na kitu kama ile kisheria, tunajua tayari tunakuwa tuna ile taarifa ya kuweza kumkamata kwamba hichi kitu kilichokishika mkononi, kuna kitu kama hichi kimepotea kwa mteja fulani. Kwa ile karatasi inatusaidia sisi pande wa mamlaka ya maji ya Arusha, lakini pia anapaswa kufanya kuchangia ile huduma dira ili iweze kurejeshwa nyumbani na aweze kupata huduma ya maji. Mamlaka ya maji Arusha, tunafanyaje ili mteja asipate na hiyo changamoto tena? Tunatoa elimu, dira inarudishwa karibu na nyumbani kwake kabisa, yaani kama ana geti, kutoka getini kwa nje kidogo, lakini kama ana ua, ukitoka tu kwenye ua lake pembeni ya lile eneo lake la nyumba, tunamwambia mteja ajengee kisanduku, ili kuto kuitunza na kutokuvutia wale ambao wanaenda kuchukua vile vifaa vingi, ambavyo vinachukuliwa ni vifaa vya chuma.